Mjomba ah, kaka zako na wajomba zako wamewahi mapema sana hapa kuja hapa nyumbani eh? Wako na sura za tabasamu. Amekuja ah, kusubiria mrejesho uko ulipokwenda atupe mrejesho, maana tumekusubiria kwa shangwe. Wote sura zetu zimekaa kimya tunakusikiliza wewe mjomba. Mjomba wangu hapa kaka mm, zangu <coughs> tu, tu, tu, tu. Tumepeleka barua kule Mona, tumeenda vizuri, lakini mrejesha uliorudi ndio wamenikataaa, bwana. Sasa ule mpunga ela tuliweka katika bahasha ile vipi, imerudi au? um, yeah. <coughs> na wamekataa. hela hela hawajarudisha hawajarudisha. hela nazo jamani sasa hizi hapa zalau, naona sasa wamemshika simba, simba masharubu. Mimi nimetoa hela zangu, tumejichangisha, tumetia hela zetu kwenye barua. Mimi siwezi kuongea, hebu nisikie ndugu yangu. Yani mimi nachokiona, huu si wizi macho macho, huu ni wizi wa rejareja. Yaani mimi ndio naona ni kama wamechokoza. Mimi si sema jamani, ngapi tuondokeni. Hapa hakuna kuongea sana, mrejesho libakia, tufateni vizuri, lakini sasa tu na busara. Subiri subiri. Mbona tunakuwa hivyo jamani? Hatuwezi kukubali kushika masharubu hivyo wewe. Basi sasa sikilizeni. Wewe kuja mkeka kabisa.

Kumetokea nini? Mbona uh, muongei? Ma ma mdogo walituma gesi, tumerudi sasa hivi. Yaani kwanza nataji hiyo pesa, hiyo iko kiakiba kilichobaki. Kiko wapi? Mnataka kudanganya, si ndio? Mnatuona si wapumbavu, si ndio? Hebu niambieni hiki kijona, mimi nimekununulia ina maana ushapata kabwana cha kukuzagamua, si ndio? Hivi nyinyi mnakoje? Hebu naombeni hiyo hela, acheni kunitangaza. Naombeni hiyo hela. Nyinyi mnanichanganya ujue, tumewalea tumechoka, yaani kama me, me, me... Upas kujua. Sawa. Nadhani bila shaka huyu anafahamu. Barua imerudi. Ila hela haijarudi. Futa hela. Yaani, kama inawezekana, jamani, naomba ile hela. Tumepeleka kwenye mikoba mikoba, kausha damu jamani. Yani ile pesa ikirudi kule kwenye kausha damu, mimi nawapa hata zaidi ya ile ambayo mmenipa nyinyi. Kama itapatikana ile pesa nitaimega kidogo, nitawapa nyinyi hivi hivi. Eti wewe, mimi simuelewi Simba. Nitawapa nyinyi, mdogo wangu, unaelewa wewe? Umemshika Simba masharubu, lazima sheria ifanye mkondo wake. No, mi sikubali nimeuza mashamba yangu matatu kwa ajili yake ndimu. Nakwambiaje? Sisi tunataka mpunga. Mengine hatutaki. Yaani nilivyoona maisha yako jinsi alivyokuja huyu kijana na wewe Una uwezo wa kumlea fiskali kama huyu. Mimi kaka yangu anatoa vyombo. Hiki chombo mzee. Ni kona ya gari. Una kutukana. Kwanza wewe unatoa nini wewe kwanza tu. Yaani muone hizo kodi kodi za ajabu. Kama Marekani. Haiji kesho kende. Wewe umesikia hivi. Unapata maneno. Sisi tulichofuata hela yetu tu basi. Ndio. Yaani wewe wewe, unaonekana hata kuisha tumbo lako. Unaangusha mtu kama huyu na wewe. Sasa wewe bulumbiru